Msingi wa maneno haya ni msingi uliojengwa na wasisi wa mataifa yetu, hasa Tanganyika, kwenye ibara ya tisa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya tisa ya Ukizisoma zote kwa pamoja utaona msingi wake ni kwamba ni furaha ya yeah. Tunakuwa na sheria ili tuwe na furaha, kwa sababu hatima ya haki, amani, usawa na maendeleo ni furaha yeah, kwa umma. Kwa hiyo ni rai yetu na mishukuru yetu kubwa kwa Wizara ya Katiba na Sheria. Tumekuwa tukifanya kazi kwa ukaribu mkubwa sana kuhusu mirasi katika maeneo yote, kwa kushirikiana kutoa mawakili ili kuwafikia watanzania wengi mishimo mirasi, kwa kuzingatia wajibu wa TLS wakati tukiadhimisha, niomba vilevile nitumie fursa hii bunge rasmi kutoa rai na, na bunge yetu wa serikali, kwa sababu kusudi la na sheria ni kutafuta amani, umoja, maendeleo, lakini yakitutufikie hatima ya furaha, serikali yetu tukufu Tuiombe kwa moyo wa dhati kabisa, ifanyie kazi changamoto inayoendelea kwa sasa katika taifa letu, ambapo umekuwa na malalamiko makubwa ya watu kupotea na watu kutekwa. Tuifanyie kazi, tusione aibu ukaa utafakari na kuona ni mahali gani tunakosea au mahali gani ambaye sawa sawa, ili mwisho wa siku tujenge taifa letu likijikita katika misingi ya kisheria na kikatiba. Amekiuka sheria, tumbane kwa mujibu wa sheria. Nakushukuru. um... Huyo ni Bonifasi Anyisire Mwabukusi akieleza hotuba yake katika ujumbe ambao wameueleza kwamba ni ujumbe wake kwa umma wa serikali kuhusu utekwaji ama kutekwa na kupotezwa kwa watu huko, akisema kwamba katika kuendeleza misingi ya haki, uwajibikaji na utawala wa sheria, TRS inashauri na, na kuialika serikali kuitazama kwa kina suala hili kuchukua su hatua stahiki za uchunguzi kwa uwazi na kuthibitisha tena dhamira yake ya kulinda haki na usalama wa kila raia. Amenukuliwa akisema kwamba kwa kuzingatia misingi ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wajibu wa nchi yetu chini ya mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu, naomba kwa heshima kubwa ofisi yako itoe ya uongozi unaostahili ili kuhakikisha kwa vyombo vyote vya dola vinazingatia utu wa binadamu na ulinzi wa maisha ya kila Mtanzania. Na msingi wa hoja yake ni kwamba ujumbe wangu kwa umma na serikali kuhusu kutekwa na kupotezwa kwa wananchi.